Mwanaume usipomfikisha mke wako kileleni atakuchukia sana eh, na inaweza ikapelekea kwamba mahusiano yenu yakavunjika kabisa. Nini kinasababisha haya yote? Ni kwamba wakati wa tendo la ndoa kuna homoni ambazo zinazalishwa, ambayo, zo ambayo uh, wakati mwanzoni kabisa pale kuna homoni inaitwa dopamine, homoni ambayo ni homoni ya kuzalisha raha na msukumo wa tendo la ndoa. Lakini kwa mwanamke kuna homoni za progesterone na oestrogeni ambazo zinazalishwa wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo sasa, homoni hizi zisipozalishwa, maana yake ni kwamba tendo la ndoa halitafurahiwa na yeyote huyu, na ikiwa mwanamke ana Homono imbalance maana yake ni kwamba hawezi kufikishwa kileleni kirahisi. Kwa hiyo sasa, ikiwa wewe ni mwanaume unayopitia changamoto za kutomfikisha mwenza wako kileleni, au wewe ni mwanamke ambaye una tatizo la homono imbalance, unaweza ukachukua namba yangu ipo bayo, ili niweze kukupatia utatuzi utakaokusaidia uweza kutatua changamoto yako.